Karibu tena, najua tupo katika maombolezo mazito ya kuondokewa na ndugu yetu Kitundu, mwigizaji wa Bongo movie kupitia tamthilia ya Jua Kali mm. jana ameweza kumzika ya katika nyumba yake ya milele huko maeneo ya Temeke, baada ya kifo chake kuweza kutokea tangu majuzi kupata mm. taarifa hizi nzito za kuhuzunisha kifo cha mwigizaji wa tamthilia ya Jua Kali. E, Kitundu na hapa nataka leo uweze kufahamu maisha halisi ya Kitundu tangu alipoanza e, kujitafuta e, kipindi hicho miaka ya nyuma sana mm. Kitundu alikuwa ni dansa mmoja mzuri sana, alikuwa pamoja na kundi lake hilo. Kipindi hicho alikuwa akisumbua sana kucheza katika matamasha mbalimbali. Hapo utaona ni jinsi gani Kitundu alikuwa mahiri sana mm, katika sanaa ya kudansi mm. Kama unavyomwona hapa kulia kwako, wa pili huyo ndio marehemu Kitundu enzi za uhai wake, tangu mdogo alikuwa tayari mm, anafahamika na watu mbalimbali mbali, e, kutokana na umaridadi wake wa kuweza kucheza katika masherehe mbalimbali yeye pamoja na grupu lake hili hapa hapa mm. Ni miaka ya nyuma sana tangu elfu mbili na kumi na nne kumi na mbili. Hii ndio miaka ambayo kitundu kuwa akipambana kukuza kipaji chake cha kudansi, yani kucheza katika matukio mbalimbali. Pia hata wasanii walikuwa wakimtumia kama dansa wao katika nyimbo mbalimbali enzi hizo. Hili ni gupu lake kubwa ambalo kipindi hicho walikuwa wakisumbua sana sana, ya kucheza madansa wao ambao walikuwa wakifanya vizuri sana katika matamasha mbalimbali. Mbali na huyo pande ya rafiki yake kipenzi ambaye pia naye ameweza kumposti Kitundu eh, katika kuumizwa na msiba huu ambao uliweza kutokea tangu majuzi. Pia nakumbushe tu kwamba hata Enjo Nyigu na yeye aliwahi kuwa kundi moja na Kitundu enzi hizo. Enjo Nyigu ni huyo hapo ambaye amevaa bukta ya pinki, huyo ndo Enjo Nyigu ne mm, pia ameweza kusikitika sana kifo cha rafiki yake huyu wa zamani ambaye ni Kitundu. Aliweza kuandika haya katika peji uh, yake ya Instagram kuweza kuumizwa sana mm, na taarifa hizo nzito ambazo ziliweza kuwashtua watu wengi sana katika mitandao ya kijamii haswa wale ambao walikuwa wakimfahamu Kitundu tangu udogoni mm, akiwemo Angel Nyigu naye pia alikuwa ni rafiki wa karibu sana na Kitundu enzi hizo wakati wanaitafuta mm, jambo hili ambalo limeweza kumgusa sana Injunyigu na kuweza kuweka ukweli wote wa mambo na kuweza kufahamu kwamba Kitundu alikuwa ni mwenzake katika kundi moja la madansa ambalo waliliunda miaka hiyo miaka ya nyuma sana, takriban miaka kumi na mbili hivi imeshapita, na huyu hapa ndiye Kitundu kama unavyomwona hapa mm. Alikuwa machachari sana, alikuwa hodari kweli kweli katika kucheza stejini, aliwakosha sana watu mbalimbali mbali ambao walikuwa wakihudhuria matamasha mbalimbali mbali ambayo yalikuwa yakifanyika hapa nchini. E, mashabiki waliweza kukoshwa sana na uhodari sanaa kubwa ambayo alikuwa nayo Kitundu ya kucheza na kuweza kujizorea umaarufu mkubwa kwa watu mbalimbali mbali ambao walianza kumfuatilia Kitundu. E, tangu mdogo sana kipindi hicho, kama unavyoona hapa ni mm, miongoni mwa picha ya zamani mno ambayo Kitundu aliweza kupiga pamoja na marafiki zake e, wakati huo e, na sio tu sanaa ya kudansi, bali Kitundu alikuwa na kipaji kingine cha uigizaji ambacho kiliweza kuonwa. Na Lamata Lamata aliweza kumpata Kitundu na kuanza kumtumia katika sin zake mbalimbali, kuonekana kwa mara ya kwanza kabisa katika tamthilia ya Jua Kali. Safari ya maisha ya Kitundu ilianza kubadilika hapo tangu Lamata alipomchukua na kuanza kumtumia katika ujizaji, na tamthilia ya kwanza ya Jua Kali tulianza kushuhudia uhodari mkubwa ambao Kitundu kuwa akiuvaa husika mm, katika sini ambayo inaonyesha maisha magumu ya kimaskini sana ambayo Kitundu alikuwa akiyapitia. E, kupitia familia yao hiyo mm, ikiwemo mama yake huyu ambaye walikuwa wakimuuguza pamoja na dada yake huyu ambaye ni Sofia. Kama unavyoona hapa, ni baadhi ya posti mbalimbali ambazo zinapatikana katika tamthilia hiyo ya jua kali. Na Kitundu alikuwa ni mtoto ambaye mtukutu, licha ya kuwa na utukutu wake, lakini hali penda sana familia yake hiyo akiwemo mamake huyo ambaye alikuwa akilala muda wote kitandani kutokana na ugonjwa ambao alikuwa akiumwa, pamoja na dada yake huyo Sofia, ambaye alikuwa ni dada wa nyumbani, hana kazi yoyote, alikuwa akiutumia mwili wake kwa ajili ya kuweza kujipatia fedha kizi mahitaji ya nyumbani kwao, jambo ambalo lilikuwa likimuuma sana Kitundu. Kwa nini dada yake anajiuza? Mm, japokuwa wao ni maskini sana mm. Jambo hili kiukweli linasikitisha mno e, hawaamini kama Kitundu leo hii hawako naye tena e, katika mboni za macho yao mm. Msiba huu umekuwa ni mzito sana watu wameweza kuumia kweli kweli, hasa waigizaji wa Jua Kali wameweza kuondokewa na kipenzi chao huyo ambaye ni Kitundu. Sofia huyu hapa, ambaye aliweza kulia sana siku ya jana, akiwaga mwili wa mdogo wake huyo Kitundu huko kwao maeneo ya Vikindu ambako msiba ndio uliweza kufanyikia huko. Yeah, Sofia aliweza kumwaga sana machozi mm -hmm. Uchungu, maumivu makali ya kuondokewa na ndugu yake huyo, mdogo wake, kaka yake, rafiki yake, mwigizaji mwenzake mm -hmm. Eh, kikweli jambo hili linahuzunisha sana, linasikitisha kwelikweli mm -hmm. Hapa alikuwa akimwaga mm -hmm. rafiki yake huyo Kitundu kwa uchungu mkubwa sana, pia hata waigizaji mbalimbali ambayo waliweza kuhudhuria katika msiba huo wa Kitundu huko maeneo ya Vikindu, akiwemo Mzee Risa huyu hapa. Mm, jambo hili ambalo limeweza kuwagusa watu wengi sana, e, especially waigizaji wa tamthilia ya Jua Kali wao wameweza kuumia sana, wote walikuwepo e, katika msiba huo huko nyumbani kwa kina Kitundu kama unavyoona hapa waigizaji wote wa jua kali pamoja na wasanii mbalimbali wa Bongo Movie na wao waliweza kushiriki kwa pamoja katika kuwaga mwili wa mwigizaji mwenzao huyo ambaye ni Kitundu. Msibani vilio vilitawala kwelikweli. Watu walikuwa hawaamini kama Kitundu hayuko tena anao, jambo hili ambalo liliweza kugusa hisia kubwa kwa watu. Watu waliweza kulia sana msibani siku ya jana, wakati mwili wa marehemu Kitundu ukiagwa na ndugu na marafiki, jamaa wa karibu, huko nyumbani kwa kina Kitundu Vikindu m -m, hapa katika jiji la Dar es Salaam. Hizi ni baadhi ya kumbukumbu mbalimbali Kitundu katika tamthilia ya Jua Kali. Unaona kabisa hapa Kitundu alikuwa akiuvaa husika haswa haswa, alikuwa anajua namna ya kuweza mm, kuwagusa watu mm, hasa wanaopitia katika matatizo makubwa, changamoto za kimaisha, na kuweza kuonyesha haipasi kukata tamaa, kuendelea kupambana cha ya kuweza kuwa na matatizo makubwa ya kifamilia, umaskini ambao aliweza kutawala katika familia yao. mm, Kitundu alipambana sana. Hapa unaona msibani, um, Lamata ambaye ndiye aliweza E, kumsaidia Kitundu na kufanikiwa kuwa mzigizaji bora kabisa kupitia tamthilia yake Jua Kali. Jana aliweza kulia sana Kitundu. Kuondoka hapa duniani kumeweza kuleta simanzi kubwa. La mata amemlilia sana Kitundu siku ya jana, huzuni kubwa mm, maumivu ambayo alikuwa akiyapitia hayaelezeki kwa sababu ndio kwanza hmm, alikuwa akimpambania Kitundu kuweza kufikia ndoto zake kubwa. Alimsaidia sana Kitundu hmm, tangu alipomchukua mdogo na kuweza kumkuza kumlea katika mikono yake, na leo hii hayuko naye tena, jambo ambalo linaumiza kwelikweli. Na hapa taarifa kamili ya chanzo cha Kitundu baada ya taarifa mbalimbali kuweza kuenea katika mitandao ya kijamii. Ukweli ni kwamba Kitundu alikuwa akisumbuliwa na tumbo pamoja na figo. Hizo uh, ni taarifa ambazo ndugu wa karibu wa Kitundu waliweza kuzitoa katika vyombo vya habari kuweza kuwafahamisha chanzo cha kifo cha Kitundu. Yalikuwa matatizo ambayo yalikuwa yakimsumbua mara kwa mara na hatimaye safari hii yamepelekea kifo chake na kuweza kufariki dunia. Hawa ni miongoni mwa waigizaji wa Bongo Movie ambao waliweza kuhudhuria katika msiba wa Kitundu pamoja na waigizaji wenzake kupitia tamthilia ya Jua Kali ambao pia waliweza kushiriki kwa pamoja mazishi ambayo yalifanyika siku ya jana, kwenda kuulaza mwili wa marehemu katika nyumba yake ya milele huko katika makaburi ya Temeke. Watu ni wengi sana ambao waliweza kujitokeza mm, niwakumbusha tu kwamba Kitundu alikuwa ni mtu wa watu na ndio maana katika msiba wake watu wengi sana wameweza kujitokeza, akiwemo waigizaji mastaa mbalimbali e, pamoja na marafiki, ndugu wa karibu E, majirani ambao wote waliweza kujumuika kwa pamoja katika mazishi ambayo yaliweza kufanyika siku ya jana e, huko Temeke ambako ndio Kitundu amezikwa huko siku ya jana kama unavyoona hapa mm. Waigizaji hao wenzake kupitia tamthilia ya Jua Wakali, wao ndio wameweza kuumia sana, akiwemo na ndugu mbalimbali ambao waliweza kujitokeza hapo msibani mm, pamoja na kwenye mazishi ya Kitundu ambayo yaliweza kufanyika siku ya jana mm. Watu walikuwa ni wengi sana. Nadhani takriban waigizaji wote wa Jua Kali walikuwepo, pia bila kusahau rafiki yake huyo wa udogoni ambaye alikuwa ni dansa mwenzake Enjo Nyigu, na yeye pia aliweza kuonekana katika msiba huo wa rafiki yake huyo wa zamani Kitundu e, kuweza kuonyesha kwamba aliguswa sana na msiba huo kwa sababu anajua E, wametoka wapi kipindi wanajitafuta mm. Hawa ni baadhi ya waigizaji wa tamthilia ya jua kali ambao wao pia waliweza kuonekana msibani wakiwa na majonzi, huzuni kubwa ambayo ilitawala kati yao <coughs> baada tu ya kuweza E, kupata taarifa hizo za msiba tangu majuzi usiku. Hali hizo ambazo ziliweza kuwasikitisha sana na kuleta simanzi kubwa, giza kutanda katika anga la Tanzania, kuondokewa na kijana mdogo ambaye aliweza kufanya vizuri sana katika uigizaji uh, pamoja hata katika kudansi miaka ya nyuma mm, akiwemo mwugo mchungu huyu. Hapana pia Jambo hili lilimgusa sana, aliweza kuonekana msibani pamoja na mastaa mbalimbali ambao wao pia waliweza e, kuonekana katika mazishi ya Kitundu huku nyuso zao zikiwa zimejawa na huzuni kubwa mm-hmm, kwa sababu tukio wanaloliona kama vile hawaamini hawako naye tena, ndugu yao huyo Kitundu. Mwigizaji mwenzao huyo mahiri kabisa ambaye aliweza e, kucheza katika sini mbalimbali mbali, za kusikitisha. Maisha magumu ambayo alikuwa akiyapitia Kitundu yalimgusa kila mtu. M, hakuna mtu ambaye hakuweza e, kuona jinsi gani Kitundu alivyokuwa akiwa e, katika uigizaji huo mahiri kabisa, hakuweza kuvaa uhusika na kuweza kuariza watu wengi sana. Jambo hili limeweza kuwagusa kiukweli, wasanii mbalimbali, waigizaji wa mbali mbali, hmm, Bongo Movie ambao waliweza kuonekana uh, msibani, waliumia sana kutokana na kifo cha Kitundu kuweza kutokea ghafla, hawaamini kama leo hii Kitundu hmm, hawako naye tena eh, katika mboni za macho yao hmm. Kitundu ameacha pengo kubwa sana katika eh, sanaa ya uigizaji, umahili ambao alikuwa akiutumia kuweza kuwagusa watu wengi sana. Licha ya mafanikio ambayo Kitundu aliyapata kupitia tamthilia ya jua kali, aliweza kujiekeza a, pia katika a, mali mbalimbali ikiwemo mbali, magari ambayo alikuwa akiamiliki kama unavyoona hapa pia a, na mjengo ambao eh, Kitundu aliweza kuwa nao enzi za uhai wake. Hiyo yote ni mafanikio makubwa ambayo Kitundu aliweza kuyapata kupitia tamthilia ya Jua Kali. Kitundu alijituma sana kuhakikisha kwamba anazifikia ndoto zake, ila ndo hivyo tena, ndoto zake zimezimika kama mshumaha. E, watu wanamlilia Kitundu, ndugu wanalia, marafiki wa karibu nao wanalia kwa kuondokewa na kipenzi chao huyo Kitundu kufariki dunia a, majuzi na jana ndio wameweza kumpumzisha katika nyumba yake ya milele huko katika makaburi ya Temeke. Lamata analia sana, analia kwelikweli kwa sababu yeye ndiye aliyeweza kumnyanyua kitundu tangu walipomkuta chini na kuweza kumfanya kitundu kuonekana na kufahamika sana kwa watu mbalimbali, mm, wastaa mbalimbali kuweza kumjua kitundu kupitia Lamata ambaye aliweza kumchukua Kitundu katika mazingira magumu sana na hatimaye kuweza kumsaidia kumweka katika tamthilia ya Jua Kali, kumpa sini za kucheza na hatimaye Kitundu aliweza kufanya vizuri sana eh, kuweza kuvaa uhusika, kugusa maisha ya watu wa chini hmm, yani katika familia za kimaskini Kitundu aliweza kuvaa husika barabara. Mm, leo hii atuko naye tena. Na lilahi wa inna ilahi lajiun. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kazi ya Mungu haina makosa. Mungu amempenda zaidi. Mungu amweke mahali pema peponi huko alipo. Asante sana kuendelea kuwa nasi. Niacheni Bi mkubwa, hebu nisikilize. Wewe unatakiwa uishi kama ulivyotupambania sisi kipindi baba yetu katukimbia. Sasa unavongea maneno kama hayo, unatuonyesha wanao? Unajua hilo swala, kwanza mimi na dada yangu hakuna anayependa wewe. U unajua, na tunafanya hivi kwa ajili ya kwako wewe hasa. Bi mkubwa unazingua, utake ustake, we kliniki utaenda na hospitali utaenda, iwe kwa ngumi, iwe kwa mateke, iwe kwa chochote. Bi mkubwa, umenielewa sijui? Umenisikia ninapokuambia bi mkubwa? Umenisikia? Anazingua <coughs> bwana <coughs> Sophie <coughs> bwana.